Ala hala hala wadau. Naona kuna watu wanaeneza eh, propaganda za ujinga ati Gen Z wanataka ku Gen Z wanaharibu nchi. Wanaharibu nchi gani? Nchi yenye ile siharibika kitambo. Ni Gen Z wangapi wako kwa bunge? Ni Gen Z wangapi maseneta? Niambie, eh. Ni Gen ni Z wangapi wanasafiri dunia na pesa ya ushuru ya Wakenya? Ni akina nani hao wanasafiri dunia mzima safari zenye hazina hazina kule ziko wakitumia ushuru ya wa Kenya ni majenzi, Jenzi ndio wamezuia mahospitali kukuwa na madawa. Jenzi ndio wamezuia sha kufunction Gen Z ndio walimaliza kazi mtaani? Wajaribu kutuambia nini? Gen Z ndio wamezuia barabara zisikajengwe? Gen Z ndio wameovertax wa Kenya? Wacha hiyo maneno. Shida yenye tuko nao Kenya ni uongozi mbaya. Vijana na wasichana wa Kenya wamesoma, lakini serikali imekataa kuwapatia ajira. Mnataka kesho Kenya itaongozwa na nani ikiwa wale vijana wamesoma saa hizi viongozi wa kesho mumewanyima nafasi? Kwa hiyo serikali ndio wakuwe na experience wamekatalia kwa serikali ndio maana saa kila kitu wakiamka tu Gen Z Gen Z Gen Z, wacheni upuzi. Karibisheni hawa vijana karibu na nyinyi, patieni hawa vijana kazi, muone kama hii maandamano itaendelea. Lakini vijana wamesoma na bado wako kwa mtaa wako jobless, alafu mnawasukuma Saudi Arabia, mnawasukuma Qatar, mnawasukuma Dubai kama security guard. Hiyo wacheni hiyo upuzi. Gen Z ndio walikuwa wanapiga watu na marungu huko Nairobi wakisema sakaja sakaja sakaja sakaja ni Gen Z, sakaja amelipa maguns vijana, walikuwa na wanaonekana Nairobi vizuri sana wakisema sakaja sakaja sakaja, unaonanga? Yani watu wanaendanga wakitangaza kiongozi.